Hatimbaya kwao ni kwamba hatua ya makundi safari hii inachezwa ndani ya muda mfupi kutoka sasa, kwa sababu tarehe tatu bada apo mwezihuowa kumi na moja, nadhani hatua eh, ambacho wanatakiwa wakiongeze kwenye timu, kwa sababu sio kila timu utakutana nayo itakuwa ni, ni, ni singizini. Kwa hiyo naamini wanatakiwa kuna kitu wa na, hii sio so kwa Simba kwa, kwa timu zote za Tanzania. Ukiangalia kwa Yanga ambayo kwenye ligi ya mabingwa lakini hata kwenye kombe la shirikisho pia kule nako, Azam na Singida unazozungumza leo, kuna kina Karim Akim Ziyech, kina Widad yuko, kuna watu wanaitwa Olympic di Safi wana, timu nzuri. Kuna timu nyingi nzuri zimeingia pia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo kwa, kwa mtazamo wangu, naamini kuna kazi pia inatakiwa ifanyike ili timu zetu zifanye atu, vizuri hatua ya makundi. Naogopa kusema kwamba zitafanya vizuri au zitafanya vibaya kwa sababu ni hatua ambayo inahitaji hesabu nzuri zaidi na mipango mingi zaidi ya kimbinu na hata nje na ndani ya uwanja ili timu iweze kufanya vizuri. Wananchi usiku wa manane jana wamemtangaza mwalimu wao mpya. Wako, umemwona ni mwalimu wa namna gani na unamuona kile laita impact gani kwenye kikosi cha wananchi? Bahati nzuri ya Yanga. Yanga, unajua walianza msimu huu wakiwa na timu ambayo imekamilika. Yaani bila hata usajili mpya, Yanga tayari walishakuwa na timu ya kucheza ligi bila tabu. Yaani kucheza na, na, na mashindano mengine wachezaji wapya ambao wameingia na ndio maana unaweza kuona leo kuna wachezaji wengi wa wapya watumiki na bado Yanga haipotezi, yani, haipati matokeo mabaya. Kwa hiyo kwa msingi Yanga Yanga ana kikosi kizuri, wachezaji wengi wa wamekaa muda mrefu pamoja. Mwalimu Pedro Goncalves ukiangalia, sababu mi sijui wao Yanga wameangalia vigezo gani, lakini kwa jicho langu naamini kwa sababu ya aina wachezaji ambao wako nao, unajua wa Gonga ni mwalimu ambaye amefanya kazi sana na wachezaji vijana wa kwa muda mrefu hmm na ukiangalia project ya Yanga inahusu wachezaji wengi vijana. Kwa hiyo naamini mwalimu Gonka Vesu hicho cha kwanza wameangalia kwamba ni mwalimu ambaye amefanya kazi sana na vijana. Kwa hiyo inaweza ikawa rahisi kwake kufanya kazi na wachezaji ambao amewakuta. Wa lakini pia ni mwalimu ambaye level ya ukubwa wake, unajua ni mwalimu ambaye alishafundisha Angola katika mashindano ya AFCON na tuliona Angola ki ikifanya vizuri. Kwa ule ile level yake ya mafanikio na level ya ufundishaji wake, kariera yake ni mwalimu ambaye anaweza akawa hata na sauti ndani ya vyumba vya kubadilishia nguo na wachezaji wakamsikiliza kile ambacho anakihitaji na akafanyia kazi. Kwa hiyo naamini vitu hivyo viwili ndivyo vimeshawishi Yanga kumchukua mwalimu Gonkarves. Kwa hiyo kwa mtazamu wangu nadhani ni mwalimu sahihi kwa aina ya projekti ya Yanga na Yanga na aina ya wachezaji ambao Yanga wako nao, lakini pia ni mwalimu ambaye tayari ana uzoefu na, na soka la Afrika. Maneno yako ya mwisho kabisa, unamwona mwalimu huyo akitetea mataji yote ambayo ya wananchi waliachukua msimu uliopita? Swali zuri. Uh, unajua kuchukua makombe hmm, sio kazi ya mwalimu peke yake. Kuchukua makombe ni, ni, ni muunganiko wa vitu vingi. Mara nyingi inapendaga kusema kwamba timu ili ifanikiwe, kuna muunganiko unatakiwa kati ya viongozi, benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki. Unaona kilichomtokea Romain Folz, hmm, timu inashinda, viongozi wanambaka mwalimu, benchi la ufundi linampa backup mwalimu wachezaji wanampa backup mwalimu lakini mashabiki wamekataa Fozi. Fozi leo yupo Yanga? Hayupo. Hayupo Yanga. Kwa hiyo ili Goncalves afanye vizuri Yanga na labda ya mataji ambayo anahitaji kutetea ayatetee nadhani hizi pande nne zinatakiwa ziimbe lugha moja kwa maana ya mashabiki, viongozi, wachezaji na benchi la ufundi. Ukisema yeye kama yeye kuipa mataji inawezekana akawa ni mwalimu mzuri sana lakini kama kuna baadhi ya factors zikaenda ndivyo sivyo hizo ndoto zinaweza zitimie, kwa sababu mwalimu anahitaji wachezaji wa, wa perform uwanjani ili timu ifanikiwe. Wachezaji wanahitaji kupata mazingira wa, bora ya kufanya kazi kutoka kwa uongozi ili wafanye wa, wa, wa vizuri, watimize mpango wa, wa, wa mwalimu vizuri, lakini viongozi wanahitaji support kutoka kwa mashabiki, kwa maana kulipa ada za wanachama, kulipa ada za mashabiki ili timu ipate, fa, ipate pesa za, kwen, za kufanya uendeshaji au hao mashabiki wanavyokwenda viwanjani timu inapata get correction, uongozi unaweza kutimiza mahitaji ya wachezaji na benchi la ufundi. Kwa hiyo unaona ule muunganiko unavyoweza kufanya kazi. Kwa hiyo Goncaves kufanya kutoa yo mataji au kutotoa itategemea ni kwa namna gani ambavyo pande hizi nne zitakuwa zimeshirikiana kuweza kutimiza kitu kimoja. Ndio maana hii inaitwa timu, sio mtu mmoja. Timu ni matokeo ya kundi la watu wengi kufanya kazi kwa pamoja na wanakuwa na lengo moja. Charles, nikushukuru sana, asante sana.